Yaani hapa cha kufanya tuongozane twende nyumbani kakupe barua au baadaye kama una nafasi uje nyumbani pale. ha, ha. Sasa hapa mimi saisi nenda kwa mama Mwantumu kunywa ulansi, nikitoka kwa mama Mwantumu nikirudi hapo, sasa labda ndio nije kwenye, kwenye, kwenye nyumba yako unipe barua niende nikaipeleke. Basi sawa, hamna shida kuhusu hilo, ondoa swala, mimi nitakusubiri pale ha.

Kaundime, mambo ah, namshukuru Mungu, niko vizuri. Hivi, uliupata ujumbe wangu? Ujumbe gani? Dada yako nilimpa ujumbe ya kufikishie. Hey, hajaniambia chochote Ah, basi sawa, sio swala. Kutokana tumeonana hapa, ngoja tu nikwambie, Kaundime, unajua uwe ni mwanamke mzuri sana hapa kijijini, alafu isitoshe kwamba mi nimevutiwa na wewe na jinsi nilivyo mimi kijana handsome boy na hela zangu eh, na mwonekano mzuri najielewa. Istoshe, hivi unaonaje tukatengeza familia? Kaundime, unanipenda, nakupenda. Labda nikwambie tu kiufupi, Toni, mimi sikupendi. Kaundime, nisikilize. Unajua, endapo mimi nikikuoa wewe, kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu ukiangalia jinsi nilivyo na wewe ulivyo, tunakuja kutengeza familia fulani hivi kama ya Wahindi sio Wahindi, Waarabu sio Waarabu, hivyo ya mm. Nielewe basi nilete hata barua nyumbani kwenu. Nielewe Kaundime, nakupenda, nataka nikuoe, sina nia kukuchezea. Unajua ingekuwa vijana wengine wangeanza tu kulupu, wangekufuata wewe, wangekwambia maneno yao ya ajabu, mwisho wa siku wangekuchezea, wangekuacha umefuja. Lakini sasa mimi nimepitia kwa dada yako, kutokana na nia moyoni, nimepitia kwa dada yako, nimemueleza, alafu isitoshe hivi nakaribia kuleta barua nyumbani kwenu. Nielewe basi ninachokwambia Kaundime. Jibu langu litabaki pale pale, sikupendi. Alafu mimi pia na mchumba wangu, yaani nipo kwenye mahusiano yangu. Una mahusiano na nani hapa kijijini? Na kuna mwanaume gani ambaye anaweza akanizidi mimi hapa kijijini kwa mwonekano na hela pia? Aishi hapa eh? Anaishi mjini. Kaundime, m, nisikilize kwa makini. Huyo anaishi mjini, na mjini kama unavyojua kuna wanawake wengi warembo, eh wanajichubua kila kukicha. Wewe baki na mimi, ukienda huko atakutelekeza huyo. Ana nia atakuchezea. Kaundi meme nania na wewe. Toni, acha ubishi. Mimi kiufupi sikupendi mimi, na mahusiano yangu alafu unavyosema sio, watoto wa wazungu wa Arabu, tafuta saizi yako. Mimi sio saizi yako hata kidogo. Ah, nisikilize. Kuhusu kunipenda, usijali, kubali tu olewe na mimi, alafu tukiisha kufika ndani ya ndoa utanipenda taratibu, utazoea kukaa na kuishi na mimi. Kaundi, mimi mahusiano gani unazungumzia? No, mbona dada yako hakuwahi kuniambia kuhusu mahusiano? Eh? Unanichanganya. Mahusiano yangu mimi sijai kumwambia dada yangu hata siku moja. Ni ya kwangu binafsi. After sitoshe. Hivi karibuni mwanamume wangu atakuja. Kwa tutaondoka hapa, tutaenda mjini. Wewe kama umepapenda hapa, tafuta size yako kaa naye hapa. Mimi kuishi kijijini sitaki. Yaani unanichosha, unanichosha Kaundi, mimi. Hemu, hemu elewa kwanza neno, mimi nakupenda. Na nani na wewe? Yaani, wewe Toni ni mbishi, unafanania na ruba. Sikia mimi, sikutaki, siku taki kabisa, na sina hisia na wewe hata kidogo. Bili basi nikusaidia kukupisha, acha na mimi. Hayo ni makubaliano yangu mimi na wewe. na kama tumekubaliana hili na lazima ukamilishe hayo makubaliano kwa sababu tumeshakubaliana. Brian, naomba unipe muda katika hili swala, na lazima niliswala nilifanye kwa umakini na utulivu. Lazima nitumie akili, sio nikurupuke tu. Ah, sizonje Unajua nina muda mfupi sana, mi nataka kusafiri, naelekea mjini, na tulishakubaliana ulifanye hili sahizi. Muda unaenda, unajua muda haumsubiri binadamu, ila sisi binadamu ndo tunatakiwa tukimbizane na muda. Siku ikipita hairudi nyuma, muda ukipita haurudi nyuma. Lakini kila siku zinakuwa stori, kila siku ngonjera, eh? Maa, na ndio maana nakuomba nipe muda Lazima ile swala tulifanya kwa heshima na taazima, siwezi nikakurupuka tu. Nipo chini ya miguu yako, naomba unielewe kwa hilo. Sawa, labda labda, unanieleza nini kwa wakati huu? Kwa sababu narudia tena kusema nina muda mfupi, mimi nielekeze zangu mjini, na mpaka sasa hivi siku zinaenda hakuna unachokifanya kesho kesho kutwa, kesho kesho kutwa, hayo sio makubaliano yetu, sio muda tuliopeana huo. Mpaka leo hii hakuna chochote ulichokifanya. Unafikiri mimi nafanyaje? Unataka niende mjini ili swala sijalifanikisha? Na ili swala ni lazima nilifanikishe. Siwezi kukubali, sizonje, sikubali, sikubali ili swala life hivi hivi kirahisi rahisi, na nilikuamini sana. Unajua Blaine, nakuomba unipe siku hizi mbili. Nitakuwa nishalifanya swala lako siku mbili, sizonje. Unaniahidi siku mbili utaliweka sawa hili swala? Ndio nakuahidi. Sawa. Shemeji. Unajua jana katika pita pita zangu nimekutana na mdogo wako Kisimani. Nikaenda kumsalimia lakini nikamuuliza swali vipi dada yako amekufikishia ujumbe wangu? Akanijibu kwamba hajapata ujumbe wote kutoka kwako. Alafu isitoshe, nilivyoona kama tumekutana pale ni bora nimueleze. Nikamwambia kabisa kwamba mimi nampenda na nataka kumuoa. Lakini alichonijibu sasa, nimeishiwa taamsha shemeji yangu. Ah, makubwa. Kwa yule Kaundime na kujibu ya majibu yao vyo. Ameniambia kama nitaki. Ameniambia nitaki, nitaki, alafu isitoshe kwamba ana mtu wake, sijui uko huko mjini sijui na anakuja, anakaribia kuja kumchukua sijui ni ameniambia mambo kibao, yaani ambayo yaeleweke. Makubwa. Hayo Kaundime bwana mjini kampatia wapi nisomjua wa mimi. Huyo Kaundime kuto tunagalau kwa wote hapa nyumbani. Asubuhi, mchana, jioni, haya bwana mjini anatokea wapi? Sikia, nikwambie kitu shemeji yangu. Kaundi me hana bwana, hana nini, afu Kaundi me anakupenda sana. mm. -hmm. Yani, anakupenda mwisho. jana akakuta kuzungumzia, jana alikuwa ananizungumzia mimi. Ndio. Anasemaje? Kasema, mimi dada, sio kama eti simpendi Thomas, mimi nampenda sana Thomas, ila yani sitaki kuolewa najiona bado. Asa, mbona ananishangaza kicho, unajio, mdogua, asa kamavire, yani maana yake ananiumiza kichwa. Unajua kabisa mdogo wako mimi nampenda sasa, na maana gani kunikunjia sura kama vile yani, ah. Hmm. Yaani, huwezi amini mpaka jina lako kalichola kabisa, katika paja nakwambia Ah. Yeah. Eh. Hey. Amenichola mimi? Ndio anakwambia, jina lako kaandika tena kwa kizungu. Kwa hiyo ko ananipenda kabisa ila ananifanyia hey tu vituko. Ndio hivyo yani, kaandika kabisa I love you Thomas. Hadi yeah, kizungu. Eh hey, bwana. Eh, hey, andika for love kwa kwa wazungu wanavyosema. Lakini ndio hivyo tu ndugu wangu tunajitamaa kwa mapema. Bila usijali, shemeji yangu. Yaani mimi ndio nishashika mpini. Ah, ha, hakuna shaka kabisa. Ah. Sasa shemeji. Lakini nikwambie kitu. Unajua, kuhusu swala la mshenga na barua mekuwa nguvu, vitu vyote vipo tayari, na hivyo mshenga nishampata kabisa. Maana yake anakaribia kuja kutoa posa hapa nyumbani kwenu. Basi sawa, naona shemeji yangu upolelelele lele. Yani hujapoa shemeji, yani nikikwambia kwamba mi nataka kuoa na maanisha, sijui unanielewa, na maanisha kwa sababu ukiangalia meka undime, nishaanza kumgalamikia kitambo. Japo mwenye eh, kwa mwenyewe ajue lakini wewe unaelewa jinsi gani mimi ninavyopasuka. Ndio naelewa. Ehe, kwa hiyo sasa shemeji cha kufanya ni wewe cha kuzingatia, wewe gongelea misumari yani ishindilia sana. Basi sawa shemeji, wewe usijali. Okay, sawa shemeji. Haina noma, basi mimi ngoja niende mtaani kwangu. Basi sawa, tajiri. Eh, hey, eh, hey, hauna baya tajiri. Poa. Weka undime. Weka undime. Kaundime. Okay. Mbele. Hebu njoo hapa. Yaani kweli <totumas> hmm. Kuishi na binadamu kazi. Ehe, wewe umemjibu nini? Mkaka watu ukwenda kisimani huko, umekutana na Thomas umwambia nini? ninik wewe umekutana na Thomas kaja, mkaka watu mwenye kuja kusalimia kwa heshima ya taazima. Wewe umwambia kwamba sijui mimi sikutaki, sikupendi, umemtukana mitusi kibao. Na umwambia kwamba una bwana kutoka mjini. Eh, shoga yangu, huyo bwana kutoka mjini bwana gani sio mjua mimi? Kumpenda ndio simpendi. Na nimemwelekeza vile aende kukata tamaa kwa sababu simtaki. He. Makubwa, eti nimesema vile kwa vile akata tamaa. Sasa kwa taifa yako bie, nikupashe. Thomas akata tamaa. Ndio kwanza mambo lele lele. Yaani ndio kwanza anasonga mbele. Tena, buti nalisimamia mimi wala hawezi kukata tamaa. Nasikiza nikwambie kitu udugu wangu. Thomas utaolewa naye. Utake usitake. Umpende usimpende. Mtaenda kupendana huko, utapoolewa huko. Yaani huko ndo mtapendana huko. Kama mtalala mzungu wa mne mtajua wenyewe. Ila mimi uhakika wangu nishaozesha nishamaliza kazi. Upo hapo. Kwa hiyo ndio lingine kama umpende usimpende utaenda kumpendea huko. Huko kwenye ndoa huko ndo mtaenda kupendana. Sitaki sasa. Ndio utataka mimi ndio nishasema dada. na mboli mboli una makelele wewe? Ha si tonje? Oh. Ha mbona uone nene pasal na siku hizi? Na kula asinalizi? Kwe nakula kweli tena naona umekuwa kibonge nyanya. Hata pasal usije ukavunja kitanda cha sita, hmm. Kwa sita chaga zote so zikaenda go down. Ha bwana, nimekuja hapa nina maongezi tena maongezi nyeti kuliko nyeti tena wewe, yani na maongezi yamejaa hivi kama makaratasi yote mia mbili yote yamejaa wewe, mbolipo una maongezi na, na ma, ma so mimi hai ndio nina maongezi, nimeleta mzigo

Si najua kasi zangu za mashamba. Nilienda kwenye mashamba yetu kule, nilienda kulinda ngedere, nikalinda nyani, nikalinda umbu, nikalinda sungula, simbilizi fyota, nikalinda momo, tusile maindi yangu. Pia nikaenda kulinda ndege, walikuwa wanakula mutama wangu na mupunga wangu fyote fyote momo, nikatanganya tanganya, lakini pia kulikuwa kuna kiboko Ay, so Kiboko, alikula vitoto so vya simba kiboko alikula vitoto vya simba akatakula mpunga wangu <laughs> lakini ndio nimerudi sasa nilifurudi nikasema hapa cha kufanya nenda nikatembelea majirani zangu nimekuja kwenye kuja, kwenye ah, point yenyewe bwana maneno hapa kwenye nyumba hapa, hapa yenu limeonekana limeonekana tembe limeonekana tembe hapa kwenu tembe nini kwenu tembe ndio nini sasa ah hata imeonekana kakuku kadogo dogo Mboli mboli. Mbona basi hapa nyumbani atufugi kuku? Hani huyo unaye anajifanya ajui. Sio kuku huyo kuku. Kwenya kwenya. Mwa kuku kwenya kwenya. Hati wa kuku huyo. Hani hapa kuna katoto kameonekana karembo kadogodogo, kafupi fupi kama majani ya tano, kebupe kama rangi ya mtume. Kuna bwana mmoja amekamona kademu hapa anataka kutoa posa. Anaitwa nani sire? Anaitwa nani? Hai tomato. Hai tomato. Yule anaitwa mtomato. Thomas. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Anaitwa Tomasi. Bwana Tomasi ameona mudemu kwenye nyumba yenu hapa, akasema bwana Mborimbori, nimeona mtoto wa kike pale kwenye nyumba ya kina Fisonje, nataka niende nikawowe. Nikasema, kijana wa siku hizi hawa wawi wao, nataka kuowa, umejipangaje? Akanambia, Mborimbori, hapa mimi hapa nina barua nataka unipelekee ushenga, yaani hapa nini imekuja mushenga a mimi mushenga hey. hey. hey, hey. ko we mshenga umetumwa umechuma pa nyumbani ndiwa hey, mimi mushenga <laughs> hmm. We mborimboli na ushenga wapi na wapi wapi angiweni hmm. hmm. hey. Nimeanza hey, sasa yaani ndiyo leo mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu nayanenaso nitafanya umomonamo. Haya, mshenga nakusikiliza sasa. Sasa bwana, yule bwana Tomasi akaniambia mburi, mburi, nataka uende kwa kina Sisonje, nataka ukanipelekee barua ya posa. Nikasema basi haina shida bwana, nipe. Akanipa barua, tukaanda fisuri. Ndio nikasema ngoja sasa nikuje hapa nijendete barua. Haya, mojambo wako yuko wapi? Ni mama Jaliwa hayupo, amesafiri kwao kama siku mbili tatu, ndio tutakopa nyumbani. Huyu ana sudura sana, kama amekula miguu ya kukumbura, ila <laughs> Ha, lakini sio mbaya kama wewe upo, unaweza ukapokea weye. Alafu akija mwenyewe unampa, anakupokelea, anakuwakilisha, umo mwanamo, yeah. Basi basiza hiyo haina shida, upokee wewe, usichungulie u mpaka naona aibu kutoa manana, wifu. <laughs> <laughs> Mpolimpoli tena kidogo chako chenye kile kisulisuli kifupifupi kama majamiatano, kile hema. Mwenyezi Mungu ameumbwa na alivyoumbwa, ameumbika.

Amna um, si mpaka mjomba arudi, siku mbili tatu hivi mjomba atakuwa amesharudi. Ah. Ha, haya basi sawa. Kwa hiyo basi mimi wacha niende bwana. Haya, mbolimboli bwana, nenda. <coughs> Maana we uishi maneno aina <coughs> shida. Sema hapa kesho kutwa na mimi nataka nileta barua nikuoe, maana we sijui mgumba una akili. <coughs> <coughs> Haya bwana, mimi naenda <mina> bwana <coughs> haya, haya. <coughs>